Mwandaaji ni Papa Mutu ya Ngoo, msimuliaji wako ni mimi Leonard Mwantende. Instagram leonard underscore mwantende, Facebook Leonardi Mwantende, TikTok Leonardi Mwantende na Threads leonard underscore mwantende. Anaanza kwa kuandika Ilibakia kidogo mno mno, Wachaga wangeunda taifa lao lenye rais wao, jeshi lao na kila kitu chao, yaani nchi yao. Ambatana na mimi. Wakati wazungu wanagawana bara la Afrika, walipokuja walikuta baadhi ya maeneo kuna tawala zenye nguvu zilizokuwa na mfumo rasmi wa uongozi. Mojawapo ya tawala ilikuwa ni dola ya Wachaga, Chaga State, dola hii ilikuwa na kiongozi mmoja aliyeitwa mangi mkuu. Mangi mkuu aliteua ama mangi wadogo wadogo, ikiwa ni pamoja na RC, DC. Mfano Mangi Meli wa Old Moshi, Mangi Sina wa Kibosho na Mangi Salankana wa Useri na wengine kadha wa kadha. Januari mwaka 1952 kulifanyika uchaguzi wa kumchagua mangi mkuu wa Wachaga. Wagombea walikuwa watano: Abdieli Shangali wa Machame, Jackson Kitali wa Mbokomu, Petro Marele, Johni Maruma na Thomas Marele. Thomas Marele aliibuka mshindi katika uchaguzi huo. Turudi nyuma kidogo, mwaka wa elfu tasamia na ishirini, dola ya Wachaga ilikuwa ya kwanza Afrika Mashariki kuanzisha na kumiliki gazeti lake lililoitwa Komkia. Huduma za maji, umeme Miundombinu ya barabara, hospitali na shule vilifika mapema kulinganisha na maeneo mengine ya nchi. Ikulu ya kisasa ya mangi mkuu wa Wachaga iliyojengwa miaka hiyo, hadi sasa ndiyo ikulu ndogo ya rais wa mkoa wa Kilimanjaro. Maendeleo haya na mengine mengi Wachaga waliamini yalitokana na elimu, kwa hiyo mwamko wa elimu kuwa mkubwa, hasa baada ya wamishionali kujenga shule na huduma za afya kila walipojenga kanisa. Vitu hivi vitatu viliambatana: kanisa, shule na kituo cha afya. Kwa hiyo hata kwenye kuchagua viongozi, yule aliyekuwa na elimu nzuri ndiye aliyepewa nafasi kubwa ya kushinda, ikiaminika kwamba elimu yake itachochea kasi ya maendeleo. Na hii ni moja ya sababu iliyomfanya Thomas Marere kushinda kiti cha umangi mkuu mwaka elfu moja mia tisa hamsini na mbili, kwani kati ya wagombea wote yeye ndiye aliyekuwa na shahada ya uzamili masters degree kwa wakati huo. Kabla ya uhuru, kulikuwa wachumi wawili tu wazawa ambao ni Thomas Marele na Frederick Mchauru ambayo walisoma pamoja London School of Economics kabla ya Marele kupata ufadhili Cambridge University. Uingereza ilitaka dola ya Wachaga ijitenge kutoka Tanganyika na itafute uhuru wake yenyewe. Hata hivyo mpango huo ulishindikana kwa kuwa Tanganyika ilikuwa trusteeship colony ya Umoja wa Mataifa na Uingereza alikabidhiwa tu au simamie hadi iweze kujitawala. Kwa hiyo hoja ya Muingereza ilitupwa kwa maelezo kwamba wakati wa kugawanya bara la Berlin mwaka wa 1884 na 1885 hakuna nchi inayoitwa Chaga States iligawanywa. Shirika la ujasusi la Uingereza M16, ilimpendekeza Mangi Thomas Marere kuwa rais wa kwanza wa Tanganyika baada ya uhuru kutokana na umahiri wake katika uongozi, lakini Marere hakuwa na ushawishi mkubwa wa makabila mengine nje ya Wachaga, na hii ni moja ya hofu kubwa aliyokuwa nayo Mwalimu Nyerere wakati wa kudai uhuru. Alipofika Uchagani, alikuta dola ya Wachaga ina mamlaka kamili, ilikuwa na well-defined leadership structure, bendera yake, wimbo wake na askari wake. Nyerere alisema ili Tanganyika iwe uhuru, lazima dola ya Wachaga ife kwanza, kwa sababu hatuwezi kuwa na taifa moja ndani ya taifa jingine. Mwaka wa elfu tisa mia na sitini na moja Nyerere aliagiza bendera ya Tanganyika isipandishwe kabla bendera ya Wachaga haijashushwa kwanza. Hata hivyo, hofu ya Nyerere haikuwa na mashiko kwa sababu Marele alimpa ushirikiano mkubwa wakati wa kudai uhuru, na ili kuonyesha kwamba hakuwa na mpango wowote wa kumhujumu, aliamua kujiuzulu nafasi yake ya umangi mkuu mwaka wa elfu tisa mia na sitini na kuruhusu asika wake kujiunga na jeshi la Tanganyika. Mwandaaji ni Papa Mutu ya Ngoo. Msimuliaji wako ni mimi Leonard Mwantende. Instagram Leonard underscore Mwantende, Facebook Leonard Mwantende, TikTok Leonard Mwantende na Threads Leonard underscore Mwantende.